Hebu tafakari ni nini ambacho kimekuwa kwako kiroho na kimwili. Maana yake kazi za mwilini na imani umekuwa nayo kuhusu Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Toka Januari mpaka sasa hivi, jipime katika ulimwengu wa kiroho kiimani ukoje, na pia katika utafutaji wako wa kimwili ukoje? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Je, una dalili za kusindikiza wenzako kumaliza mwaka wakiwa na matokeo, au kuna watu watakusindikiza ukiwa na matokeo? Kila mwaka umekuwa ni mtu wa kusindikiza wengine? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo leo kuna kitu ambacho Mungu anataka uende viwango vingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Usiwahi kuona unachelewa katika jambo lako na kama uko nje ya uwepo wa Mungu na ukasema unamsubiri Mungu, Mungu asubiri? Mungu anatafuta anatafutwa, anasema nitafuteni kwa bidii maadamu napatikana. Bwana Yesu atusaidie. Ukiona vita inazidi, usiseme namwachia Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Usiwahi kusema vita hii inamwachia Mungu, atafanya mwenyewe. Anasema niite nami nitakuitikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Kuna mtu ananielewa vizuri. Mungu akusaidie, yuko upande wako sana sana sana sana yupo karibu yako sana, ili kukuinua na kukupeleka katika viwango vingine. Amejinadi katika neno lake, mimi ni mungu ambaye niko karibu. Mimi sio mungu ambaye niko mbali. Bwana Yesu atusaidie. Sasa unaweza ukaona mungu yuko mbali na maisha yako na kazi zako na mipango yako, angalia uhusiano wako wewe na mungu ukoje? Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mtu ananielewa? Hakikisha hilo na uhusiano wako na Mungu ni wewe mwenyewe binafsi na Mungu ndani ya moyo wako, rafiki ya kuoni, shangazi ya kuoni, bosi wako wa kuoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Wakati wa kukwama kwako kila kitu, usikimbilie kulaumu mtu mwingine wa awaye yoyote, tazama kwanza mahusiano yako wewe na Mwenyezi Mungu yakoje? Haleluya! Sasa, kama unaona hauna uhusiano vizuri na Mungu siku ya leo, hebu tengeneza uende viwango vingine. Sema amina na utabarikiwa.